Unaweza kuniambia saa hizi umetoka wapi? Hmm? Yaani nimewapa kazi ndani ifanye. Hamjafanya hata kazi hata moja. Yes, okay, okay. Na mkamwa kuondoka ndo mnauliza saa hizi. Kwa hiyo huko ndo mlipofunzwa na mama yako. Hapo nikiongea ni kelele. Usipende naongea kuna niwatiza. Umeelewa wewe? Koma, ni nae wangalie kwanza. Watoto wanalahana hawa mama. Koma, semaji Bwana namnyanyasa. Mmeliki tabia ya mama, si ndio? Wewe mmeliki tabia za ta mama yenu, wakubavu wakubwa. Ninyi watoto mfanyie nini? Aa, mfanyie nini? Tuzungumze mke wangu, Mama Kisonge. Mama Kisonge, Mama Kisonge, mke wangu, uh, ah. Wangu tafadhali tafadhali tafadhali, naomba unisikilize hawa ha. Ni watoto, tuwape muda, tutazungumza nao taratibu. Usichukue maamuzi ya haraka hivyo Mama Kisonge, sasa nisikize, nikwambie. Kama unanitaka mimi mambo watoyawanandani nipe muda sasa. Usifanye maamuzi ya haraka mke wangu, mama Kisonge. Hmm. Na heshima zangu mimi, kwa nini unafanya hivyo? Mama Kisonge <tipi> familia ya watu ambayo walikuwa wanaitegemea, ilikuwa na watoto wabaya sana. Watu hawakutegemea kwa yale wanayoyafanya. Katika nyuso za watu waliweka gunzo sana hapa ah ni kwa ajili ya watoto zako. Mtoto wako kisonge alipofikia ni pabaya sana. Huyu ni ndugu yangu mimi, alafu ndugu yangu mimi aibiwi ya kisonge. Kisonge kamwibia ndugu yangu mimi. Mtakacho kuja kumfanya safari hii, kama sijakata kichwa chake, basi utamkuta mbuuwa, na nitakapomkuta popote, ama zangu ama zake hakuna kufanana na yeye. Kumbe alikuwa nalibikia kaka, hakujua nayo kama yatamkuta, a a a anakona kama Nasemaje, iwe kausha iwe lainisha, hapa nyumbani kwangu sitaki kukuona kwa haya matukio mnayoyafanya. Sitaki kukuona nyumbani kwangu, unanisikiliza Kisonge? natoa mguu wangu hapa Natoka nikirudi hapa, sitaki kuona pua ya mtu hapa nyumbani kwangu, washenzi wakubwa! Na nyinyi nyinyi wawili, nyinyi nyinyi, misukule ya wawili nyinyi! Natoka nikirudi hapa, sitaki kumwona mtu kwangu. Muondoke sasa, nirudi niwakute hapa, ndugu yenu taifanya ni supu ouais na mbavu wajalana wakubwa tena nyinyi <tiple> <tiple> <tiple>

Kapigwa naye. Mama. Ma mama, katupige huku, yaani tuna makofi makofi kila sehemu, tuje asa, tunakuja

autia saba mtu wekakimyah, ee. <laughs> E, kafa babu yangu mi nani. Afu wewe wewe, usinipande hapa. Je, umenielewa? Nimekuja hapa kiustaarabu, kiwema, kimahaba. Dada na nyambulika, baba sema, twende. Una shilingi ngapi? Mtu wenyewe na elfu tatu. Nakufanyia msara sababu ni Samboy. Bado utaki pia, kumbe shamba

angeniona sijui hata ingekuwaje. Kwa mfano ninavyokimbia. Na sasa sikiliza, mimi sina maongezi mengi ninachokitaka tuao aunnauna mababaraniado. Kwa hiyo mimi sikugombana na wewe, tufanye kitu kimoja. Wakati unakuja kuchukua hela yako, ulichukua kwa matashi titi na mapana juu, twende kwako nikachukua chenye sawa na thamani ya pesa zetu, tumalizane. Mbona simple tu jamani? Mama K e, na, nikwambie. Nimekwambia kiustaarabu wako nitakubea. Wewe, hebu niache hivi.

Vipi? Ha? Mbona kama hivyo? Washa kushenye tani? Bro, no, no, ya, na no, no, Na kei? Shamba hivo washakushenyeta au sio? Utaki kuambiwa ukweli, sindio? Afunye masisteri mnachukulia za poa, ujue takuja kumkinda mtoto wa mtu afu mtaa mzima wanione mbaya, staki matatizo na mama K. Kaka alikuwa msera sana, mana alifanya mengi mabaya, alibaka, alikabakaka yani endo alijikuta muni sana, hakuna kufanana. yeah, yeah, na yeye kumbe alikuwa nalibikiwa akujua nayo yafanya kaka m yani, mwanamke anakimbia kama Usain Bolt. Ina maana mama alikuwa anayejua yote. Yani ujastajabu ya watoto wa Mama K ujayaona, na ya mke wangu. Aya, njoo hapa. Aya, na huwa anasema nini kuhusu familia ya Mama K? Ala, mwanamke, mbona nipenda sana, unataka niife sasa? Kila siku nasema sitaki mazoea na familia ya Mama K. Familia ya mama Mama K ni familia yenye lana. leo nakuona uko na Mama K, kuna tatizo gani? Wewe mwanamke, wewe mwanamke, usimtafutie matatizo wewe. Nenda. Yani, naongea naondoka, achangana balike nyumbani.